Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Sasa hapa tuko China na kuonesha kitu kipya ambacho kinakuja ndani ya Omary Welding Fabrication. E bana, hii hapa ni, ni baisikeli moja ya hatari sana. hapa iko katika hatua uh, za mwanzo mwanzo kabisa. Hapa ukiangalia hii ni baisikeli ambayo kama tuko kwa Bakhressa kabisa. Ukiangalia hii, hebu itazame vizuri. nataka nikuoneshe jinsi inavyoenda. Mimi nakaa hapa mbele, tuipime inafanya kazi vizuri Tuiangalie vizuri. Omari ni huyu hapa anayetengeneza, Omari Welding Fabrication huyu hapa. Video hii tunaiangalia ndani ya Donmo Studio. Hebu tuende kazi, tuiangalie jinsi inavyoenda. Nikae hapa hapa mbele ili tuweze kupata vitu vizuri zaidi. Bismillah. Na mnaweza kuangalia hapa. Sasa tuangalie namna gani. Huyu ni Omari Welding Fabrication anavyokuonyesha uwezo wake. Hii ni baiskeli ile ya ku ya kupiga kama ice cream. Uh, unaona jinsi kazi ilivyokuwa nzuri. Unaona kazi jinsi ilivyokuwa nzuri, uh, hapa Omar anaendesha taratibu, taratibu kabisa. Hapa tuko China, yani sio kama tuko China. tuko China kabisa uh, ukiangalia huku kuna tile ya kwanza, hii tile ya mbele hii ni frame. Uh, ukiangalia mimi ndo nimekaa hapa hapa, ndo zile ice cream zinapokaa hapa hapa, zina kazi la ice cream Mwendeshaji ndio huyo hapo, tukitazama na huku kuna tairi nyingine la pili, alafu nyuma ndio nakaa tairi moja kwa tairi, kwa kazi, hii hii. Omary Welding Fabrication kazi imekaa vizuri sana, kazi imekaa vizuri sana, bado hajamaliziwa juu kuna bati hapa hajawekwa na hapa mbele hapa jazibwa tutaangalia mwanzo paka mwisho jinsi yes, kazi inavyoenda. <coughs> Msikilize Omar anasema vipi kidogo tu hapa tumsikilize. Yes, Omar, unasemaje unasemaje kuhusu hii kazi? Hii kazi bana, nimeelewa. Hii baiskeli tuko tuko Tuko China. So, kama tuko China. Mm. Tuko China kama kabisa. Hii kazi bana, umetengeneza kwa muda gani mpaka sasa hivi? Ah, mpaka sasa hivi nimetumia siku nne mpaka sasa hivi na bado ipo katika utengenezaji. Bado kama unavyoona hapo hatujapiga bati bado, rangi bado. Kwa hiyo nadhani ndani ya wiki moja itakayokuja inshaallah kazi itakuwa ipo tayari. Kwa hiyo hizi ndo za kubeba nini, ziko haraka haraka hizi, za kubeba juisi juisi kama zile za Bakhressa. Kwa hiyo na mimi nikitaka kutengenezewa baiskeli kama hii, inafanyeje? Unafika tu ofisini, au kuna namba utapatiwa labda za mawasiliano, utapiga simu namba kupitia namba uta, utakayotajua hapo, alafu baadaye utafika ofisini, utatengenezewa baiskeli yako kwa haraka zaidi ah. E, bana, naona kitu kabisa kimekaa kama toko chai. Na unasemaje mwenyewe, hii nzuri? Basi ikamilika, tutakuja kuichukua tena, hapa hapa tuione mwanzo hadi mwisho, sawa? Karibuni sana, endeleeni kufuatilia, kwa sababu bado kama mnavyoona baiskeli hatujaimaliza bado. Kwa hiyo naamini tukishaimaliza kazi itakuwa nzuri, na tutarajia na tunatarajia pia kampani zenu. Karibuni sana.